Rapper Kanye West ameweka wazi ya kuwa lilikuwa ni kosa kubwa sana kuzaa na Kim Kardashian yaani kupata watoto na mrembo huyo. Hii ni kupitia mahojiano ambayo amefanya na DJ Academics kwa nchini Marekani, rapper huyo ambapo aliulizwa na DJ Academics ya kuwa siku zote umekuwa akimzungumzia vibasa na Kim Kardashian, hasa linapokuja swala la malezi kwa hivi karibuni, na watu amekuwa akisema kuwa lakini wewe ndiye ambaye umeweza kuyasababisha haya, yani wewe ndiye ambaye ulijiingiza ama kuona ukaribu ama mahusiano na Kim Kardashian. Sasa Kanye West akakiri kwa kusema kwamba ni kweli hili lilikuwa ni tatizo lake mwenyewe, ama amesababisha haya yote ambayo yametokea kwa sasa. Sasa kwenye mwendelezo wa jibu hili Kanye West akasema kuwa kipindi ambacho ameanza mahusiano na Kim Kardashian, kwenye miezi miwili ya mwanzo tu aliona kabisa asingeweza kuzaa na Kim Kardashian, yani hapa anachomaanisha ni kwamba huenda kuna vitu ambavyo alikuwa amekusha kuviona, lakini akamaliza tu kwa kusema kwamba huenda hiyo haikuwa mipango ya Mwenyezi Mungu, yani Mwenyezi Mungu alipanga kuwa ni lazima tuwatazane Kim Kardashian. Na kwenye mwendelezo sasa wa interview ya kutolea ufafanuzi zaidi alichokuwa, hii ni jibu ambalo alilitoa kipindi ambacho alikuwa akitolea ufafanuzi namna ambavyo watu wamekuwa wakimzungumzia vibaya hasa pale ambapo anakuwa anatoa mitazamo yake kuhusiana na masuala ya kisiasa, and kushangazwa kwa nini reaction imekuwa ni mbaya kwa upande wake, wakati kipindi ambacho yeye hajaanza kuyasema haya yote ambayo amechukua nafasi hasa kwenye mitendo ya kijamii upande wa X hivi karibuni, yeye alipokuwa akiomba misaada hasa watu maarufu kama Jay-Z na wengine kuhusu kusaidiwa hasa hiki ambacho wanakipitia kwa sasa, kuto kupata uhuru ama nafasi ya kuwa karibu na watoto wake na ukuta huo ukiomekwa na Kim Kardashian, lakini masta hao wenye nguvu wamekuwa msaidia hivyo kile ambacho wanakifanya kwa sasa, nao pia pasu kuingilia ama kumchukulia Kim Kardashian na Kanye West, wawili hawa ambao walianza maisha yao kama wapenzi mwaka 2014 na hata kufunga ndoa hadi mwaka 2022 walipoachana na kila mmoja kuzishika hamsini zake, huku mahakama ikiwapa mamlaka ya namna ambavyo walipaswa kuwatunza watoto wao ambao ni North mwenye umri wa miaka 11 na Saint mwenye umri wa miaka 9, na watoto ambao Kim Kardashian alioza kwa njia ya kawaida, ina maanisha kubeba mimba. Lakini Chikego mwenye umri wa miaka saba na Saint mwenye umri wa miaka mitano, hao ni watoto ambao aliwapata kwa njia ya kubebewa mimba na mwanamke mwingine. Ufahamu pia, hii si mara kwanza kwa rapa Kanye West kueleza mambo kama haya, ni kujutia kuzaa na Kim Kardashian. Mwaka 2020 aliweka wazi kuwa Kim Kardashian alipopata ujauzito wa kwanza, ni mtoto North, walipanga kwamba aweze kutoa ujauzito huo, lakini mambo hayakuwa kama hivyo, na kauli ilikuwa ni kipindi ambacho Kanye West alikuwa akiwania urais kwa nchini Marekani, na kitendo ambacho hakikumfurahisha Kim Kardashian, hasa masuala yao ya kifamilia kama mume na mke kuweka hadharani. Kwa sasa amekuja na hili skeki ambacho nakisema hapa, hii hapa ni